Katika tukio hili muhimu ambalo nimealikwa hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, Dr. Doto Mashaka Biteko kuja kuzindua kituo mama cha gesi asilia iliyoshindiliwa CNG. Naomba nitumie fursa hii kwa dhati na kwa unyenyekevu mkubwa kumshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono, mtazamo na maelekezo yake kwetu sisi kama Wizara ya Nishati. Tumejulishwa hapa kwamba kituo hiki pamoja na mambo mengine kitakuwa na uwezo wa kujaza magari nane kwa wakati mmoja, na kwa siku magari elfu moja mia mbili pamoja na kulisha vituo vingine vidogo na kuchochea ongezeko la vituo vingine vilevile. Vile, kituo hiki kina uwezo wa kuwapatia nishati ya gesi asilia watumiaji mbalimbali kama vile viwanda, shule, hoteli na kadhalika pamoja na kuwapongeza bodi na management ya TPDC kwa ujumla wenu, mkiongezwa na mkurugenzi mtendaji kwa mafanikio haya mlioyapata, naomba nitoe rai kwamba kituo hiki kitunzwe na kiendelee kuwa mfano bora wa huduma bora na za viwango kwa hali ya juu, mkizingatia masuala ya usalama na utunzaji wa mazingira. linatumia fedha nyingi sana katika kuwekeza kwenye miradi ya kiuchumi inayosaidia wananchi, changamoto waga zinajitokeza kwenye uendeshaji, kwa hiyo nitoe rai. TPDC nyinyi ndio wasimamizi wa wadau wengine wa gesi za kwenye magari, ni muhimu mwonyeshe mfano wa huduma bora zenye uhakika ili kuweza kuwa mfano kwa wengine pale mnapowasimamia kwa mfano bora, na sio kunyoshewa vidole kuwa yale mnayotaka katika usimamizi nyinyi wenyewe hamwezi kuyasimamia kwa kuyafanyia kazi. Tuonyeshe mfano na wengine wafuate aina ya huduma jana hilo tuendelee kuweka mazingira rafiki kwa wadau kwa ajili ya kuendeleza na kukuza eneo hili, na Watanzania wengi waendelee kuwanufaika. Tuendelee kuwapa ushirikiano wadau wa sekta binafsi na kutatua changamoto kwa wakati ili uwekezaji wa CNG uendelee kukua. Vilevile naomba nihimize kuhakikisha vituo vingine vinavyojengwa katika maeneo mengine mkoa wa Dar es Salaam, uh, ikiwemo mikoa pamoja na y jirani kama Lindi, Mtwara, Mogo na Dodoma. Ujenzi wa vituo hivi ambavyo endelea uendelee kwa kasi, ili huduma na faida zake ziweze kuwafikia Watanzania wengi nchini. Na kwa Watanzania wenzangu ambao bado wana mashaka kwenye kubadilisha mifumo ya magari yao kwenda kwenye mifumo ya gesi, naomba tuendelee kusisitiza tuende katika njia hiyo. Wengine labda wana hofu kwamba mifumo inaweza kuwa inaharibu magari nataka niwahakikishie, teknolojia hii ni salama na ni ya bei nafuu sana. Siku ya leo tunakwenda kufungua ukurasa mpya katika sekta ya usafiri wa umma jijini Dar es Salaam, ambapo kampuni ya mabasi yaendayo haraka UDART kwa mara ya kwanza inazindua basi jipya linalotumia gesi asilia badala ya mafuta. Aidha, nimeelezwa kuwa basi hili mtakaloliona hapa ni moja kati ya mabasi mengi yanayotumia gesi asilia yanayotarajiwa kuwasili miezi michache ijayo hapa nchini ninaamini kwamba ushirikiano wa uongozi wa TPDC na kampuni ya UDART utaendelea kuchochea mafanikio zaidi katika ukuzaji wa matumizi ya nishati ya gesi asilia katika mabasi yaendayo haraka. Huu ni ushahidi tosha kwamba tuna uwezo wa kuleta mabadiliko chanya endapo tutashirikiana kwa pamoja. Leo ni siku ya historia kwa sababu hii project ni project kubwa. Jana nilikuwa nafanya Google search. Uh, quick Google search. Sasa nikagundua kwamba katika East Africa nchi ambazo zinatuzunguka, hakuna nchi yoyote ambayo ina kituo kikubwa kama hiki. Kwa hiyo hiki kituo cha CNG cha hapa Ubungo ni kituo kikubwa katika ukanda wetu wa East Africa. Lakini sio hivyo tu, vile vile katika Afrika, nili vile nikafanya Google search katika nchi za Afrika, hiki uh, kituo mheshimiwa uh, naibu waziri kina uwezo wa kuzalisha CNG kiasi cha futi za ujazo na uh, milioni 4.2 kwa siku, na kituo kikubwa kabisa ambacho kina kinakipita hiki kiko Nigeria, kinamilikiwa na kampuni ya mafuta ya Nigeria. Hicho kituo kinaweza kuzalisha futi za ujazo milioni 5.1. Kwa hiyo hiki kituo ni kituo cha pili kwa Afrika. Kwa hiyo niwapongeze sana kwamba leo tunaweka historia ya kufungua kituo ambacho ni kikubwa sana katika ukanda wetu wa Afrika na, na hizi uh, ni juhudi za Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye amekuwa ni champion kuhakikisha kwamba nchi ina transit kutoka kutumia uh, nishati ambayo ni chafu, kwenda kutumia nishati ambayo ni safi na tunajua kwamba CNG ni moja ya nishati ambayo ni safi.